Na asante sana kwa kujiunga nasi. Watu wanaougua ugonjwa wa UKIMWI katika kaunti ya Nairobi wametoa wito kwa idara ya mahakama kufutilia mbali kesi inayopinga ufadhili wa dola bilioni 208 kutoka kwa serikali ya Marekani kwa sekta ya afya humu nchini. Watu kadhaa wanaougua ugonjwa huo waliandamana leo jijini Nairobi kuonyesha kutoridhishwa na kesi hiyo iliyowasilishwa mwezi jana na Seneta wa Busia, Okiya Omtatah. Makundi haya yanasema kwamba kuzuia ya fedha hizo kunaweza kusambaratisha mafanikio ya miaka mingi na kuweka zaidi ya Wakenya milioni moja nukta nne hatarini. Leo asubuhi katika eneo la katikati mwa jiji la Nairobi, watetezi wa masuala ya afya pamoja na watu wanaoishi na virusi vya HIV walifanya maandamano ya amani jijini Nairobi wakielekea mahakama kuu na majengo ya bunge Wakiwa na mabango yenye ujumbe wa kupambana na UKIMWI walitembea huku wakipiga kelele na hata kukaa barabarani kuonyesha kutoridhishwa na kesi iliyo mahakamani inayolenga kusitisha mkataba wa ufadhili wa afya wa shilingi bilioni 208 kutoka kwa serikali ya Marekani kwa taifa la Kenya support support. are are getting getting or the the the the care care they are taking, getting from the support. And I think that if uh, Okiya Omtatah enter or working in in this thing, it might interrupt the treatment and care for our people in the country. fedha ambazo nasema ni muhimu kwa matibabu ya ugonjwa huo kifua kikuu na malaria. Okiya Omtatah is is a senator Busia Busia County. Busia County County is one of the county that is hard hit by triple threat i makundi haya yanasema kuwa msaada kutoka kwa wafadhili ikiwa ni pamoja na mpango wa dharura wa rais wa Marekani wa kupunguza UKIMWI PEPFAR na hazina ya Global Fund umesaidia kuhakikisha dawa za kukabiliana na makali ya virusi vya ukimwi huduma za kinga na wafanyakazi wa afya wanapatikana kote nchini surprisingly when there was a funding cut no politicians spoke no member of parliament spoke no senator spoke but when the US funding has come now and they want to help Kenya to continue forward with providing care to people who have TB malaria and people who have HIV a senator has gone to court we want parliament to take their responsibility seriously and not to to to be running to go to block dialogue. They need to sit in parliament and debate health issues. Kwa watu wanaoishi na virusi vya HIV nchini, aina yoyote ya ufadhili ni muhimu katika kufanikisha vita dhidi ya virusi hivyo, na kwamba kutoa ufadhili unaotolewa na serikali na ya Marekani itakuwa kinaya katika mapambano hayo. Joseph Wahungu, Darubini, wikendi.